Nalimidiwe jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ninawasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Tunamshukuru Mungu wa mbinguni kutupa neema na kibali cha kuwazima na waafya, si kwa uweza wetu wala akili zetu, bali kwa uweza wake na mapenzi yake, na sisi sifa, heshima na utukufu tunamrudishia yeye. Nikupe pole sana mwana wa Mungu wewe ambaye unapitia shida, taabu na magonjwa na napenda kukupa neno la faraja ya kwamba Mungu yupo, endelea kutafuta uso wake na atakuja juu yako, ataondoa huzuni na kukuvika furaha. Pia nikupe hongera sana mwana wa Mungu wewe ambaye unaendelea kujifunza neno la Mungu katika mazabau yetu, sema na Mungu. Nia ya dhati na matamanio yako ni kutamani kuendelea kujifunza neno la Mungu na kujua yale mapenzi ya Mungu katika maisha yako. Mungu akubariki na Mungu akuwezeshe. Mimi naitwa Anthony na, na hii ni mazabau ya sema na Mungu yanayopatikana maneno ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ametupa neno ambalo kichwa cha somo kimebeba ujumbe unaosema matamanio ya moyo wenye imani, matamanio ya moyo wenye imani. Bwana Yesu asifiwe. Mtu au moyo wenye imani unaoishi katika matamanio ya kumtumainia Bwana katika maisha yake, haijalishi kuna hali gani na mazingira gani ambayo anapitia bali moyo utaendelea kusimama katika kutazama ukuu wa Mungu na uweza wa Mungu na kuwa na imani ya kumtumaini Mungu katika maisha yake. Tukisoma Zaburi sura ya 34 na ule mstari wa kwanza, neno la Mungu linasema nitamuhimidi Bwana kila wakati, sifa zake zikinywani mwangu daima. Mtumishi wa Mungu Daudi moyo wake umejaa imani na matamanio ya kumtumainia Mungu anasimama na kusema, nitamuhimidi Bwana kila wakati, sifa zake zi kinywani mwangu daima. Daudi anasema atamtumaini Mungu kila wakati, kila majira, haijalishi atakuwa kwenye hali ya namna gani, haijalishi ni mazingira yapi yamemzunguka, haijalishi ni wapi anapitia, lakini ndani ya moyo wake atamuhimidi Bwana, atamtumaini Mungu, atamtukuza Mungu, atamtegemea Mungu, akiwa ana matarajio ya kwamba katika kumtegemea Mungu ndani mwake kuna ushindi wa kuziona baraka za Mungu, kuna ushindi wa kuona msaada wa Mungu, kuna ushindi wa kuona nguvu za Mungu zikisimama na kunisaidia katika kila hatua kwenye maisha yangu ndio maana anasema nitamhimidi Bwana kila wakati. Haijalishi ni usiku au mchana, haijalishi yupo kwenye wakati mzuri au wakati mbaya, lakini nafsi yake na moyo wake utaishi katika matamanio ya kumhimidi Mungu kila wakati. Sasa wakati Daudi yeye anasema atamhimidi Mungu kila wakati, jiulize ndani mwako, je, ni wakati gani kwenye maisha yako ambao unatumia kumtumaini Mungu? Je, ni wakati ambao umepitia magumu au ni wakati ambao ukiwa kwenye raha? Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi wanapokutana na shida au gumu au changamoto kwenye maisha yao ndio wakati wa kurejea mbele za Mungu na kwenda kumtafuta Mungu, lakini baada ya kupokea msaada wa Mungu hawana muda na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa sheria ya Mungu ni kwamba ili Mungu aendelee kukutembea wewe, lazima ujue kujishikamanisha na Mungu, lazima ujue kujiongamanisha na Mungu. Maana yake utasimama katika kila hatua ya maisha yako, utaishi katika kumtegemea Mungu kila hatua ya maisha yako, utaishi katika kumuhimidi Mungu kila hatua ya maisha yako, utaishi katika kum, kumkaribisha Mungu awe pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengine wanapopitia magumu ndio sababu ya kumwacha Mungu na kwenda kutafuta vitu vingine. Wanaamini ya kwamba Mungu yeye ni Mungu ambaye anasimamaga kila wakati wa furaha na si wakati wa huzuni, lakini Mungu yupo kila wakati, wakati wa magumu na wakati wa mazuri, Mungu yupo. Unapopitia wakati mgumu kwenye maisha yako isiwe sababu ya wewe kujitengamanisha na Mungu. Ukiangalia habari ya Ayubu, Mungu alimjalia fedha, Mungu alimjalia utajiri, Mungu alimjalia familia, watoto. Lakini baadaye, Mungu anajivunia kupitia Ayubu, anaamua kumwondolea vile vyote alivyokuwa navyo. Lakini bado Ayubu ndani mwake alisimama katika kumuhimidi Mungu, alisimama katika kumtegemea Mungu na kumtumaini Mungu katikati ya changamoto, katikati ya vita aliyokuwa nayo. Daudi hakumwacha Mungu, Ayubu hakumwacha Mungu. Na ndio maana Daudi anasimama na kusema nitamhimidi Bwana kila wakati, sifa zake zi kinywani mwangu daima. Matendo ya Mungu yapo kinywani mwake daima. Wakati ambapo amekosa atasema Yesu ni Bwana, Mungu anaweza, Mungu anatosha wakati ambapo wamepungukiwa bado moyo wake utabeba imani ya kusema ya kwamba Mungu bado anaweza kufanya jambo kwenye maisha yangu. Ukiangalia habari ya wana wa Israeli walipokuwa wakipita wakitoka Misri mbele wakakutana na bahari ya Shamu na mioyo yao ikajiuliza je tunawezaje kusonga mbele au tayari Farao amekuja kutukamata na kuturudisha Misri Mungu anazungumza na Musa, anamwambia mkononi mwako una nini Musa? Anamwambia nina fimbo. Mungu anamwambia inyoshe fimbo yako yapige maji. Musa ananyosha fimbo yake na kuyapiga maji, yanagawanyika, inapatikana njia, wana wa Israeli wanapita. Bwana Yesu asifiwe! Sasa wakati wa magumu sio wakati wa kumwacha Mungu na wakati wa raha sio wakati wa kujitenga na Mungu. Katika maisha yako, kila wakati na kila saa, ishi katika maisha ya kumhimidi Mungu kila wakati, kila majira, kila mazingira, kila hali, haijalishi upo kwenye wakati gani. Beba imani na matumaini ya kumtumaini Mungu katika maisha yako na wakati wa mgumu, simama, imba utukufu wa Mungu, mshangilie Mungu, muhimidi Mungu. Ndio maana Daudi anasema kinywa, anasema kwamba sifa zake zi kinywani mwangu daima. Sifa za Mungu, matendo ya Mungu makuu, bado Daudi anasema yapo kinywani mwangu daima. Anamshangilia Mungu kwa mangapi ambayo amemtendea, anaangalia Mungu ni mangapi ambaye amempigania. Kwa hiyo hata katika maisha yako kuna mengi Mungu amekutendea. Kwa hiyo unapokuwa katika wakati ambao ni mgumu, beba moyo wa kumtumainia Mungu, beba moyo wa kumtegemea Mungu, ukiwa na imani na tumaini katika Mungu ya kwamba anaweza kukutendea jambo hilo kubwa kwenye maisha yako, ukiangalia ya kwamba kama mwanzo Mungu alisimama nami, kwa nini wakati huu Mungu aniache? Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma sura nne nasema Nalimtafuta na Bwana akanijibu, akaniponya na hofu zangu zote. Daudi anasema nalimtafuta Bwana akanijibu, akaniponya na hofu zangu zote. Wakati wa magumu aliyokuwa nayo Daudi alimlilia Mungu na Mungu akamponya, akamjibu na hofu zote alizokuwa nazo. Ndio maana anatumia nafasi hiyo kumuhimidi Mungu kila wakati, kwa sababu alipokuwa na shida Mungu alisimama akamtendea moyo wake ulipokuwa na hofu, hofu na jambo fulani, alisimama akamwita Mungu na Mungu akamwitikia. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kuna kitu ambacho unapitia kwenye maisha yako, haijalishi umeangaika nacho mwaka mzima haijalishi umemwomba Mungu lakini bado kama hauoni lile ombi Mungu amelifanyia kazi, isiyo sababu ya kukata tamaa ya kumtumaini Mungu, isiyo sababu ya kukata tamaa kumtafuta Mungu, isiyo sababu ya kukata tamaa kutengeneza ushirika wako wewe na Mungu, isiyo sababu ya wewe kujitengamanisha na Mungu na kwenda kutafuta miungu mingine wakati ambapo bado unapitia magumu. Simama katika nafasi ya kwamba Mungu bado nita muhimiki Mungu, bado nitamtumaini Mungu, bado nitamngojea. Bwana Yesu asifiwe! Hakuna jambo zuri kwenye maisha kama kusubilia wakati wa Mungu, kama kusubilia neema ya Mungu, kama kusubilia baraka ya Mungu, kama kusubilia nguvu za Mungu ili ziweze kukusaidia na hata kukufanikishia. Ukisoma ule mstari wa sita, neno la Mungu inasema Maskini huyu aliita Bwana akasikia, akamwokoa na tabu zake zote. Bwana Yesu asifiwe. Katikati ya mahitaji ya kumhitaji Mungu, bado Mungu anasimama na wewe. Biblia inasema ya kwamba Mungu yupo karibu na sisi kuliko hata nguo tulizovaa Katikati kati ya shida ulionayo, bado moyo wako ukiwa na matumaini ya Mungu ukamwita Mungu saa yoyote muda wowote, Mungu anashuka kukutendea, Mungu anashuka kukusaidia, Mungu anashuka kufanikisha yaliyo haja ya moyo wako. Ndio maana neno anasema, maskini huyu aliita Bwana akasikia. maskini ni mtu asiye na kitu, mwenye uhitaji na kitu, anahitaji jambo fulani. Ndio maana Biblia inasema, maskini huyu aliita Bwana akasikia. Alikuwa na uhitaji na kitu akamwita Bwana Mungu naye akamsikia. Kuna uhitaji uko nao, mwite Mungu atakusikia, mwite Mungu atakusikia. Hapa chini inasema akamwokoa na tabu zake zote. Maskini huyu alimwita Bwana akamsikia, akamwokoa na tabu zake zote. Alikuwa kwenye uhitaji na mategemeo katika maisha yake, akatazama ya kwamba sina msaada mwingine utakaoweza kunisaidia, bali msaada wangu u katika Bwana akaipaza sauti yake, akalia mbele za Mungu, akimwambia Bwana, nisaidie. Biblia inasema akamwokoa na tabu zake zote. Ukisoma habari ya Ana, analia mbele za Mungu, anamlilia Mungu akihitaji msaada, anaenda mbele za Mungu, anamlilia mbele za Mungu anamwambia Mungu nahitaji mtoto. Mungu anashuka, Mungu anamtendea, Mungu anampigania, Mungu anafanya jambo lilo kubwa kwenye maisha yake. Moyo wenye matumaini, wenye matamanio, moyo wenye imani na matamanio ndani mwake, Mungu lazima afanye kitu kwenye maisha mimi sijui, aidha kuna mahali unapitia pagumu, kuna vitu ambavyo unakutana una navyo kwenye maisha yako, na pengine hivyo vitu vinakupelekea kuona kama Mungu amekuacha, Mungu hakusikii, Mungu amejitenga na wewe. Lakini nataka kukwambia, Mungu hajitengi na mwanadamu ambaye anaishi katika maisha yanayompendeza yeye, yeah. Kitu ambacho kitakutenganisha wewe na Mungu ni kuishi katika maisha ya ku endelea kutenda dhambi ambayo dhambi hiyo inapelekea kumkasilisha Mungu, kumghadhabisha Mungu na Mungu kuwa mbali na uso wako. Mimi sijui lakini nataka niweze kukuombea, ikiwa kuna mahali unahitaji neema ya Mungu iweze kukusaidia. Mungu bado yupo, Mungu anatenda kazi na Mungu anafanya mengi kwenye maisha yetu. Fumba macho. Mungu wewe ni Mungu uliye hai usiyeshindwa na jambo lolote, bali unatenda yaliyo makuu na ya ajabu. Tunakuabudu, tunakutukuza, tunakuimini. Tazama wewe ni mwaminifu na hata mwenye haki. Tazama Bwana, wajua kila moyo wa mmoja mmoja, wajua kila mmoja yupo katika hali gani na tabu gani, lakini bado wewe ni msaada ambaye Mungu aweza kutenda mambo yaliyo makuu na ya ajabu ambayo kwa akili zetu za kibinadamu hatuwezi kufanya. Tazama Bwana onekana juu ya kila mmoja mmoja, ambaye moyo umekata tamaa, mtie nguvu na umuinue, ndani yake ukamwezeshe na hata kumfanikisha katika yote. Ninapinga kila madhabahu ya kipepo iliyosimama na kuzuia ndani ya maisha yake. Ninakataa roho ya hofu iliyosimama na kumweka mbali na imani ya ukutumaini wewe, katika jina la Yesu Kristo, bali nguvu na utisho utokao kwako ukasimame, e Bwana katika uone mkono wako haki na nguvu zako zikitawala na hata kutamalaki katika yale yote ambayo Bwana umeyakusudia. Mfalme wa amani, ninakutukuza nikilimidi na hata kulitukuza jina lako takatifu, nikiomba na kushukuru Baba katika jina la Yesu Kristo aliye hai, amen. Mwana wa Mungu, Mungu akubaliki sana, Mungu akuinue na Mungu akuwezeshe. Ni ukaribishe zaidi na zaidi, tuendelee kujifunza neno la Mungu ambayo litatusaidia sisi kutoka sehemu moja na kwenda sehemu nyingine katika maisha ya kiroho na maisha ya kimwili pia. Mungu akubariki. Ulikuwa nami naitwa Antoni na hii ni mazumbau ya sema na Mungu yanayopatikana na maneno ya Bwana ambao ni chakula chetu cha uzima. Kwa maombi, ushauri na maombezi, waweza kumtafuta kupitia 0655939597. Mungu akubariki na amani ya Bwana ipitia fahamu zote za wanadamu ikujile juu yako. Amen.